Taarifa iliyopo ni kwamba tarehe ishirini na saba mwezi wa pili mwaka, mwaka huu huyu e, mwanafunzi alitoa taarifa kwa muuguzi wa, wa shule kwamba anasikia kuumwa kichwa. Kwa hiyo shule ikafanya utaratibu wa kumpeleka hospitali ya Kitete. Alipofika pale hospitali ya Kitete walimpokea kama ulivyo utaratibu na akawa ameenda kwa daktari kwa ajili ya vipimo. Daktari akamuuliza na shida gani, akaeleza kwamba anaumwa kichwa pamoja na, na miguu. Daktari akamwandikia aka vipimo vya x-ray na vipimo vingine kulingana na taifa hii. Na wakati anasubiria huduma za maabara akawa sasa anaenda chooni mara kwa mara kuendeleza, na wenzake waliomsindikiza walipoona kwamba anakaa muda mrefu bila kutoka, akawa na wasiwasi. Sasa yupo mmoja ambaye alikuwa mwerevu, akaenda akaenda kwenye eneo la choo, akamwita fulani fulani, akawa akaitikia, lakini hakuweza kufungua ule mlango. Sasa baadaye anasikika mtoto mchanga analia kwenye kwenye kile, kile choo. Na ilivyotokea ni kwamba baada ya kujifungua alitoka na ile mtoto pamoja na kondo lake, kwa maana ya placenta akawa amemtelekeza kwenye eneo la choo. Sasa wakati huo kumbukeni, ame, ame alikuwa anasubiria kwenda kuchukua vipimo vya maabara. Kwa hiyo huku alipo alipo alipo rejea sasa, akawa anatokwa na damu nyingi, wakatoa taarifa kwa da yule daktari kwamba yule mgonjwa yule mhudumia anatokwa na damu nyingi, kwa hiyo tunaomba, eh, umhudumie basi. Wakawa wamemhudumia pale. Katika uchunguzi wa kina ikaonekana ametoka kujifungua muda si mrefu. Sasa huko nyuma wakina mama wawili wasamaria walikuwa wanapita wakamwona ile mtoto akatika mazingira yale akiwa na kondo lake. Sasa wale ni wazazi wakamchukua ile mtoto wakampeleka kwenye wodi wa wazazi. Tunashukuru kwenye wodi wa wazazi, taarifa inayoonyesha ni kwamba walimpokea kwa haraka ile mwana, wale wauguzi waliokuwepo pale walimpokea kwa haraka wakamtenganisha na kondo la kondo la uzazi na kufanya haraka kwa ajili ya kumhudumia. Hatimaye ile mtoto akaweza kusurvive na baada ya uchunguzi, basi ile binti ikaonekana ndiye ametoka kum, kum, kum, kumzaa huyu mtoto. Mtoto amekaa hapa na mimba tangu mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi tisa, hakuna aliyewahi kujua, kwani tunalea watoto hapo awali, hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa hasa ndio anauma uchungu hospitali anapelekwa mpaka hospitali hiyo, anayempeleka alitoa wapi? Yaani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli? Hata kama mimba kuna mtu anapata mimba haionekani kweli? Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubilia mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua, kwamba umembeba, we ni matrone au ni nani? hujawahi kujua kabisa. Tunalea watoto hapa. Yani mwalimu mkuu wewe hapa. Siku zote hapa. Una, una makamu wako wawili siku zote hapa. Una matron. Siku zote hapa. Yupo mwalimu wa nidhamu. Hamjawahi kuinteract na huyo mtoto. Kielekezo la kwanza wote waliomaliza miaka kumi ni sio kuta. Hilo ndio tatizo namba moja. Ishakuwa mazoea. Kwa sababu mwalimu mkuu, kumbe mmemwekea mzigo hapa na hana cha kuwafanya. Mganga mkuu na mganga mfawizi, nani aliyempokea yule yule yule binti pale pale hospitali? Huyo daktari alimsikia hiyo hiyo, examination nani alimfanyia nini? Huwa kwa utaratibu wa kidaktari nini kina kinaanza? Kwa sababu nini, wewe ni sawa na wazazi, kwa kina mama, mm -hmm. kwa mtu ana mimba ya miezi tisa, sio mimba iliyoharibika ya miezi miwili mitatu Yaani siku hiyo ndani ya dakika like mbili tatu anaenda kujifungua. Daktari utakaa naye au nesi utamshika ukampima na pesha usijue kwamba huyu mtu anashadegea. Ana, ana, ana, ana. Lakini ameandikiwa vipimo aende maabara akacheki kitu gani hii ni nini? Akaenda kujifungua chooni. Yaani si, isifikie hapo. Lazima tutoe mafunzo ili watu wajifunze. Ukifanya kazi umekabidhiwa kazi ya serikali, mm. Ufanye kazi. Hiyo kuna watu huko ndani mm, wana taaluma hiyo hiyo na hawana kazi ya kufanya.